Nimerudi nyumbani kila kitu kwa, kwa vizuri kwa kwa hilo kwa kweli. Um, kuna mambo mengine labda ya prioritization na providing feedback bado hapo tunakuwa tuna struggle kidogo, lakini natumaini pia kwa vile bado ni mwezi mmoja pia ita improve kwa sababu kwenye prioritization kuanzia kwenye yale majukumu ya nyumbani mwanzoni ilikuwa changamoto. Kwa hiyo I had kumwambia namba moja nini, namba mbili na tatu hadi mwisho. Uh, kwa hiyo nadhani sasa hivi hamna shida, ila sasa kuna ile prioritization kwa majukumu na kuta mengine ya kwako binafsi na yale ya kazi za familia. Kwa mfano labda binafsi, uh, ni mdada anataka kusuka nywele nitole labda hii ambayo ni live example. Uh, kabla sijapigiwa simu na hata kituo kwamba unajua kuna kuna kikao hii I mean i workshop ipo leo, yeye tayari alishaniambia. Anakambia, oh, asante kwamba umenikumbusha. Alafu baada ya kama siku mbili tatu nikapata message. Lakini tayari nilikuwa ninafahamu, nishaanza kujipanga japokuwa sijajua kabisa ni saa ngapi muda gani, lakini tayari niko nishapata na niliambia mwenyewe. Sasa kwenye hapo ku prioritize, yeye mwenyewe anajua anatakiwa asuke na taarifa ameshaijua mapema na nyumba unajua, unamwachia uh, mwanzo tangu mwanzo lakini hawezi uh, kusema kwamba dada ataenda kusuka kwa hadi nafika labda a day e before labda Ijumaa dada ataenda uenda kusuka Amna shida, ela chukua hiyo hapo basi, utaenda kusuka unarudi hapo saluni unarudi uh, uh, <laughs> yeah, narudi nyumbani saa kama saa moja na dakika hajasuka uh, uh, ajasuka uh. Dada naomba enda kusuka uh, usiku Jisa sisi nimekuwa hata tangu asubuhi, na familia yangu mimi sio kubwa, niko mimi na dada tu. Mtoto sio ameenda shule kuanzia 12:30, mimi ndio kuanzia saa 12. Kwa hiyo unachukua saa ujipange. Ina maana kuanzia 12:30 huko mwenyewe hadi saa 10, muda wa kwenda kumchukua mtoto. Ujaweza kujipanga hapo, kwa pata muda wa kwenda kushoka. Unaona? Kwa hiyo hapo ndo kidogo naweza kusema bado lakini, nina imani pia pata improve, kwa sababu najua uh, vitu vyote hata si wenyewe tunajifunza kila siku, hatufikiri mwisho. Kwa bado niko positive, najua ni sehemu ambayo uh, itaboreka, lakini so far kwa kweli uh, mimi nashukuru. Nikisafiri alafu nikapata amani kule, naweza kufanya kazi na nikirudi hata kile kidogo nakuwa ninaweza na mimi ngasema, okay, ngoja ni, ni extend kidogo kama appreciation. Now of course, na changamoto kwa hilo, kwa hilo, kwa hilo, kwa hilo, na siwezi kusafiri kwa sababu yake nimeweza kusafiri na kingine ambacho pia ni compliment ya pili ambayo ningependa kumpa ni kwenye upande wa budgeting, kwa sababu nimeisha kuwa na dada tofauti tofauti. Kwa hiyo um, yani kwa huu mwezi mmoja kwa kweli ame um, express she's good in budgeting. Yani nikwambia amount <laughs> yeah. Nikisema kiasi cha hela ambacho nimesafiri kama kwa siku nane nilichokiacha na nimerudi na chenji nimeikuta japokuwa nakuwa nimeshajaza kila kitu, yani vitu vyote vipo. Kwanza kuna ni vitu vidogo, au kama kuna emergency natokea labda sio labda maji yameisha, au mboga za majani. Lakini honestly, niliacha shilingi elfu kumi na tano, nimejaza kila kitu, friji, kila kitu kipo nyumbani. Nikasafiri, nimeenda mkoani, nimerudi na kuna chenche ya shilingi 5000. Kwa hiyo nasema mwaka huu naweza nikatajirika, nikaendelea kuona <laughs> shukuru. Uyo, uyo, dada yupo. Yeah, yupo, um, anaweza kasimama kasalimia mwenyewe hebu eh? Eh, mpe maiki kwanza. Na mi nina shida ya hela hapa ya mtu wa kubet. Kumbe tuna wadada mawaziri wa elimu, finance eh? wadada senta, uzazi wa familia. Unaitwa nani? Naitwa Mariamu Elias. Mariamu Elias, we ni levo gani Haya, mpigieni makofi na kukabidhi mike, maana mmemsikia bosi alivyotaja anavyovifanya eh? mm. Uaminifu hauna levo jamani eh? Uaminifu hauna levo e, na maadili si ndiyo? Ndio maana kuna ndugu zetu wengine huko wako serikalini, lakini maadili ya wana na wenyewe wana maphd na ni maprofesa. Kwa hiyo jamani, mabosi zetu wengine tunawapaga ma professional na smart, tunasema amna chochote hapana. Maadili is a personal thing, ni kitu individual cha mtu. Usome usisome, ujue usijue, hicho ni kitu chako. Kama we ni mwizi, ni mwizi tu. Kuna mwizi asiyesoma na kuna mwizi ambaye hajasoma, tunaelewana eh? Kuna mwizi msomi na mwizi ambaye, eh, kuna ambao anaiba wako kwenye mabenzi, wengine wanaiba ambao kwenye bodaboda, wengine wanaiba bekupeku, wote wezi tu, wote wanatakiwa waje jela. Haya, Jamani, dada huyu amezungumziwa vizuri. Ni level ya tradition. Nimeuliza hivi makusudi kwa sababu kuna wengine wanataka kutumia excuse kwamba mimi ni traditional. Mnataka e, kutumia excuse mimi ni nani? Hapana. <laughs> Okay, nakupongeza sana dada, kwa kweli. Na mimi huwa napenda kuwaambia wadada ambao ni traditional kwamba mimi, wakati nafanya kazi za nyumbani, yani nilikuwa niko chini sana kiupeo. Eh, yani lakini kitu kikubwa nilichokifanya na ambacho kinagusa mada yetu ya leo, mimi nilijitahidi kuhakikisha kwamba nakuwa mpambanaji. Nilishawasimulia nilienda kwenye nyumba yenye kazi nyingi sana na zote nilikuwa nafanya. Na Lea, bosi wangu alikuwa mfugaji. Ana mabanda matano, kila banda lina kuku mia tano. Nilifundishwa kutengeneza chakula cha kuku na na nachanganya na chakula cha kuku kwa mikono. Ukija kukuta viroba vimechanganywa hapo, hutaamini kama ni binadamu kafanya hiyo kazi, utafikiri ni mashine. Lakini ile mimi niliamua kuwa positive kwamba najifunza upambanaji. Ndio maana unaweza ukaona utofauti wangu labda na wadada wengine ambao wanarudi mtaani. Unafanya kazi za nyumbani, utarudi mtaani, utarudi kwenye umaskini. Lakini mimi, unaona, nazidi kuchanja nini, mbuga. Siogopi kitu chochote. Alimradi najua nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, maana yake Mungu amenipa akili nizitumie. Hakuna kitu chochote ninachokiogopa kujifunza. Nikiamua kujifunza chochote naweza kukifahamu, na hicho ndio kitu nachotaka wadada mjifunze kwanza, mwe wa, waaminifu na waadilifu, kwa sababu huo ndo msingi wa huduma ambayo ninaifanya, uaminifu. Hicho kitendo alichokifanya huyo dada kama mlivyosikia, sio masuala ya usomi wala kuwa level fulani. Kwanza lazima uwe na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu inaenda na matendo yako kwenye Ku, kuangalia mali za bosi. Tunasemaga sio bosi anatoka, unachukua umeona. Huyu bosi amesema alijaza kila kitu kwenye friji, wadada wengine wana kazi ya kugawa. Wewe chukua mshahara wako, unaenda supermarket, nunua kagawe, kama una huruma. Lakini unapochukua vitu ambavyo amenunua bosi wako, eti unajifanya unaonea huruma majirani, ni wizi na ujambazi. Kwa hiyo moja ya kitu tunachofundisha uaminifu. Ukiwa mwaminifu kwako Mungu atakubariki. Kwa hiyo yule dada, tujifunze kitu kikubwa sana kwake. Lakini kingine kama nilivyosema kwenye mada hii ya leo ya kazi, najua tunaileta hii mada kwa sababu malalamiko ya wadada wengi uh, ni kuhusu majukumu, ni mengi ni majukumu ambayo ni tofauti. Lakini mimi kwa mtazamo wangu, nina ninachukulia kazi za nyumbani, ninaenda shule alafu nalipwa mwisho wa mwezi. Kwa hiyo chochote nitakachokikuta ndani ya nyumba ya bosi wangu, alimradi mimi hakiniathiri, sipigwi Sinyimi chakula, situkanwi. Eti kuna kazi, mimi nitazipiga hizo kazi mpaka kieleweke. Ndio mtazamo wangu na ni ushuhuda kamili, ndio maana nimeweza kutoka from zero up to here. Nina plan, nina business coaching yangu nimewaandikia kwenye kitabu, hiyo haina cha dada wa kazi, inauzwa elfu hamsini yani, huyo ndio bei ya chini kabisa. Unataka kujifunza niliwezaje kutoka kazi ya nyumbani nikafika nilipo, nilichokiandika ndio hii mada ya leo. Eti unaogopa kazi, sasa utafikaje? Na Mungu alichompa mwanadamu ni kazi. Unaogopa? Ukiogopa kazi, ndugu yangu, maanake wewe unataka kuwa maskini. Na hawa mabosi, hela tunazozitafuta ziko kwenye mifuko yao, upo? Sasa unataka hela ambayo aitoe kwenye mfuko wako, aku akupe, mfurahishe. Unamfurahishaje? kwa majukumu ambayo amekutafutia kwa hiyo endeleeni na mambo yenu ya hizi kazi hizi kazi hizi kazi, kazi. Ila kwa wale ambao wanataka kufika mbali, ndugu yangu, pambana binuka, ili bosi wako afurahi, aingie mfukoni akulipe. Mimi ninachowaambia wasiseme eti nyumbani hamna kazi, hamna hicho kitu. Kazi zipo. Bosi anayetaka kuniambia hey, jamani, mimi yani, niko mimi tu, hamna kazi, kama hamna kazi zifanye mwenyewe. Ila the minute unaanza kuomba dada, umetambua nyumbani kwako kwa kuna nini kazi sasa. Mimi nakuja napiga kazi, ndugu yangu, ufungue mfuko. Mimi ndio nachowatetea, mlipwe vizuri, sio anasema hamna kazi ili akulipe elfu thelathini sio. Karne hii, karne hii ni kwamba mlipe dada vizuri, afanye majukumu yako vizuri, wote muwe happy, yeye yeah, afurahi na we ufurahi kwamba nimefanya kazi nimebinuka kweli kweli, lakini nikiangalia mfukoni angalau kuna cheka, si ndio jamani? Eh, kwa hiyo ya kwangu ni hayo. Najua hiyo mada nyingine mkurugenzi mwenzangu ataiendeleza. <laughs> eh, kazi za ndani ni zipi? Mimi napiga kazi, aya, asante. 2025. 2025. Karibu Mike Mike, mpeni kiurahisi tu, karibu, asante. Eh, asante Joyce, yaani umeongea vitu very sensitive ambapo vina vina wapa nguvu, sio peke yake wadada, kwa kila mtu, popote pale unapokuwa timiza majukumu yako, fanya zaidi ili uonekane. Hata ukija kuangalia, unaweza ukakuta labda una wadada wawili lakini mwingine unaona anafanya zaidi, lakini unavyojaribu kumcompliment ambaye mwenye kufanya zaidi, mwingine anaweza akachukia, kumbe yeye kafanya ziada. Kama ulivyosema kwamba hapa, siku na siku unataka utoke mahali ulipo, siku na siku unataka uingie mfukoni kwa mabosi, watoe hela kwa kufurahi. Kwa hiyo, maana kufanya vile vitu zaidi ya kile kitu ambacho walikuwa wanakitegemea ni compliment kubwa mno, kwa sababu nyumba zinapokea wageni, zinapokea watu mbalimbali, huwezi kujua nani atakuona pale, ataweza kukuvusha moja kwenda levo nyingine, lakini kila siku akikuta bosi hata anayekuja ana, ata, ana, yikuja, ana complain kwamba hauwezi kufanya kazi vizuri, sidhani kama tutafika tunapoenda. Kwa hiyo nikupongeze sana, statement uliyosema ni muhimu, ni ya kila mtu kuichukua. Asante. Sasa mabosi, nafikiri mgechangia hii mada ya majukumu yaliyoko majumbani kwenu kwenuko si ndio, jamani? Au kuna dada alikuwa anataka? Haya, tumalizie na wadada wa wangapi. Kuna mkono pale, kulikuwa na mkono ehe. Basi hao wawili, alafu mabosi waongee baadaye, twende lanchi. Wadada senta uh, mimi naomba niongezee alipoongezea aliposema alipo madamu ya kwamba ni kupiga kazi, hata kama bosi anaongea kuanzia asubuhi mpaka jioni, hujakosea hauna sehemu yote, kuna shida. Yaani ukiangalia hakuna sehemu yote, kuna changamoto. Ulokosea, we piga kadi, alafu mwombe Mungu, mambo mengine yanajiri baadaye, ili hali mwisho wa mwezi unaingiza mfukoni, mshukuru Mungu. Ukiweka kile bosi ambacho anakulalamikia kila muda, ambacho unaona kwamba hujakosea kabisa, hujakosea, ila bosi ni necha yake, au labda ni mjamzito au ni necha yake, yote. Yani mtu yote yule ana kasoro yake. Wewe usiliweke moyoni. Mshukuru Mungu afu piga kazi. mkataba ni mwaka mmoja, Wewe jiwekee ni mwaka mmoja. umeisha una chako, mshukuru Mungu. Umeona imezidi kituo kipo, toa taarifa kipuo, wakusaidie waone jinsi gani ambavyo utapata msaada zaidi. Baada ya hapo, ili hali unaingiza pesa freshi tu, maisha baadaye Jamani, kuna nataka niseme kitu moja. Kuna baadhi sijui labda waajiri, mabosi, tukitangazaga mishahara laki tatu, nne, tano, wengine awaaminiji, lakini wengine wanasema wajue, awelewi Anita huyu. Aloongea anaitwa dada Anita, kwa wadada msomjua Anita nalipo laki tano kwa mwezi. Anita huyu ni mtaalamu wa mapishi kwa hiyo jamani, nyinyi mlokuwa hapa mko nao karibu, anasema uliokuwa nao karibu, unaweza nawe ukawa na kama wao. Kwa hiyo sasa, ni nyinyi mlokuwa kwenye level sio ya traditional smart, hamna kichocha tofauti. Kuna kitu huyu amejiboresha akaenda akasoma, ndo kipaji chake, alienda hadi kwenye mashindano ya kupika wow. Kamona uh, ya Azam kama nisijakosea, alifika kwenye top, top, top eight, top eight. Analipa laki tano kwa mwezi sasa sijui kuna kitu gani kingine mnataka tufanye, mwelewe kwamba hii ni profession kama zingine. Kuna watu wametoka chuo hata laki tatu hawapati sasa hivi, lakini anatumia kipaji chake kwa platform sisi tulioitengeneza, analipa laki tano kwa mwezi, anakaa kwa majili wake, anakula pale, halipi kodi, laki tano kwa mwezi inaingia sasa. Mwenye macho aambiwi nini? Tazama haya, tunaendelea. Asante sana sana Danita, Dada Waambie wadada neno lolote, jamani, na wao wangependa kuwa wadada wa laki tano. Hebu sema nao kitu usemanao. Um, mimi nina mengi sana mimi kwanza <laughs> kama mimi nina mengi sana ya kuongea. Uh, kitu cha kwanza ambacho napaswa kuambia wadada, wasijiogope. Kitu cha kwanza Be you as you. Yaani kuwa wewe kama wewe, usiangalie background yako, watakufikiriaje, watanionaje huyu Anita anafanya kazi za ndani. My friend, wewe ndo unaingiza pesa, sio wao.